Zina utu. Pia nichukue fursa hii kumshukuru sana mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu ambaye ameandaa hafla hii, lakini imempendeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi tuliokokwa hapa tuzungumze nanye ndugu zetu waandishi wa habari, lakini tuzungumze pia na wananchi kwa ziara zake mbili za kwanza tokea apishwe rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ya kwanza alianza kule Dubai, kama mlivyomsikia mkurugenzi, itatolewa ufafanuzi, lakini ya pili ni hii ya AU, tutatolea pia na ufafanuzi mbalimbali kwa faida ya wananchi. Ziko ziara nyingi nyingine zimefanyika, lakini za mheshimiwa rais ni hizo. Kwa hiyo naamini tutajikita hapo zaidi. Nimetakiwa nitoe taarifa maelezo ya ufafanuzi juu ya msafara huu wa AU tulokwenda kuanzia tarehe kumi na mbili hadi kumi na tano katika mkutano wa 39 wa AU. Kama mnavyojua Tanzania ni mwanajumuiya au mwanachama wa EAC, wa SADC, na ya tatu inayofuatia kwa ukubwa ni Continental Body, yani bara Afrika AU, na kubwa kabisa ni Umoja wa Mataifa na mwaka jana Mheshimiwa Rais pia alikwenda huko Umoja Mataifa, aliwakilishwa mwaka jana na Mheshimiwa Makamu wa Rais wakati huo. Kama mnavyofahamu, ndugu zangu waandishi wa habari, mkutano huu wa 39 umefanyika Adis Ababa nchini Ethiopia, na ilifuatiwa na vikao mbalimbali vilivyotangulia. Kulikuwa na kikao cha kwanza kabisa ni mabalozi, yani wanaita permanent representative, wawakilishi wa kudumu. Mwakilishi wetu wa kudumu ni mheshimiwa Balozi Shio pale Addis Ababa yuko pale kwa miaka mitano hivi sasa. Kwa hiyo vikao vyote vya mwanzo wana attend wao wana tayarisha ajenda. Vikao vya pili ni sisi mawaziri, na kwa waziri wa mambo nje ndo anaongoza pamoja na mawaziri wa sekta mbalimbali mbali, kwa sababu theme kuu ya mwaka huu ilikuwa ni maji maji safi na salama, ndio mnamuona yuko waziri wa maji. Lakini pia kulikuwa na mkutano ya pembeni, mheshimiwa Mchengero wa waziri wa afya alihudhuria na aliongoza yeye vikao hivyo. Mheshimiwa rais wetu akiwa miongoni mwa mgeni maalum katika masuala ya afya hasa pia upande wa malaria. Kwa hiyo, mbali ya mikutano hii kutanguliwa, mikutano ya mawaziri ilitayarisha ajenda kwa ajili ya wakuu wa nchi, ambapo kikao chao wakuu wa nchi kilianza mnamo tarehe kumi na tatu na kumi na nne kumi na tano kumalizia suala muhimu yaliyojitokeza na kujadiliwa katika vikao vya wakuu wa nchi. Nitakwenda moja kwa moja kwenye vikao vya wakuu wa nchi, kwa sababu ndio kikao cha juu kabisa kinaitwa summit cha kumalizia. Na kwa wale wanaopenda historia kama mimi, mtajua huyu atakuwa mwaka 2028 ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushika uwenyekiti wa AU. Wa kwanza alikuwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wa pili alikuwa mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Huyu atakuwa tatu katika mzunguko wa duru zile za hamsini na mbili nchi za bara la Afrika. Kwa hiyo mnamo mwaka ishirini na nane, mheshimiwa rais wetu anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa AU. Hivi sasa ni makamu wa pili, makamu wa pili wa rais ama makamu wa pili mwenye wa mwenyekiti wa AU. Ndugu zangu wanahabari, kwanza kabisa, kama alivyoeleza mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, nimshukuru sana kutoa ufafanuzi kwamba kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni ensuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of agenda 2063, yani kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya ajenda hii ya bara la Afrika Ajenda 2063 sisi vision yetu ni 2050, lakini ajenda kuu ni 2063. Na nitaomba waandishi wa habari kwa umahiri wenu, baadaye, hii ajenda nzima iko online kwenye internet, muifanyie upekuzi zaidi, muifanyie utafiti na kuwaelimisha wananchi, kwa sababu jukumu lenu mojawapo kubwa kabisa ni pia kuelimisha umma na jamii nzima mmekuwa mkiifanya vizuri, kwa hiyo na hii na wapeni lead ambayo ipo pale, na kila mwaka inakuja EU inakuja na theme nyingine. Kama mnavyojua, nchi yetu ilizungumzwa vizuri na imejaliwa na mazingira mazuri ya maji, kwa sababu tumezungukwa na, na, maji mengi. Miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani kuzungukwa na maji safi ni sisi Tanzania, na waziri wa maji yuko baadaye, ataeleza. Changamoto ni kufikisha sasa miundombinu hiyo kwa wananchi na, na baada ya hapo yale maji ambayo sasa yashatumika kuyafikisha kimazingira panapotakiwa. Pia katika mkutano huu ulifanyika uchaguzi wa kamati ya uongozi, na kama mnavyojua, mheshimiwa Lorenzo rais wa Angola amemaliza muda wake wa mwenyekiti na amemkabidhi kijiti rasmi mheshimiwa rais wa Burundi ambaye sasa anakuwa mwenyekiti wa AU, lakini pamoja na rais wa Burundi kuna makamu wa kwanza wa rais ambaye anakuwa ni makamu mwenyekiti wa AU ni Mheshimiwa Mahama rais wa Ghana, na wa pili, makamu wa pili wa rais ni rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mwakani, Mheshimiwa Mahama rais wa Ghana anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa AU 2027 na baada ya hapo 2028 ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Eh, makamu watatu hawajaweza kuafikiana mara hii, ingawa ilijadiliwa sana, lakini ilikubaliwa kwamba eh, makamu watatu atachaguliwa katika kikao kijacho. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna uhakika wa uongozi mpaka 2028 29, atachaguliwa katika kikao kijacho. Eh, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa mujibu wa mwongozo wa AU raisi anayemaliza muda wake kama mwenyekiti yani Angola anakuwa rapoteo ama katibu wa kamati nzima ya AU. Kwa hiyo mheshimiwa Lorenzo anakuwa katibu na waziri wake wa mambo ya nje anakuwa ni katibu wa kikao cha mawaziri anaitwa Tete Antonio. Itakumbukwa pia e, mnamo mwaka, mwaka, mara ya mwanzo kabisa kushika sisi e, wenyekiti. Ilikuwa ni mwaka 1984 wakati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alishika wenyekiti. Mwaka 2008 ilikuwa Mheshimiwa Kikwete, na 2028, baada ya miaka 20 kamili, itakuwa ni Dr. Samia Suluhu Hassan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwa ajenda kuu zilizowasilishwa ni tatu lakini kuna ajenda nyingine ndogo kumi zilizowasilishwa. Nitakwenda mm kwenye ajenda kuu tatu ambazo ni muhimu sana. Ajenda kuu ya kwanza kabisa ilikuwa hali ya amani na usalama barani Afrika. Naomba niwajulishe hapa, waheshimiwa wakuu wa nchi zote walijikita sana kwa sababu hali ya usalama na amani siyo shwari barani Afrika. Tunapitia wimbi la mtihani na wimbi hilo linatokana na mambo mbalimbali. Nyie waandishi wa habari mnayojua, ushindani wa, wa rasilimali zilizokuwa kwa barani Afrika, kwa sababu sasa hivi bara la Afrika ndio linaonekana duniani lilokuwa limebakia na rasilimali nyingi zaidi kuliko bara lolote lile lingine duniani na hii ni ki, ki, kwa, kwa takwimu na kisayansi. Kwa lugha nyingine, utajiri mkubwa uko wapi? Barani Afrika zaidi kuliko bara lolote ukichukua utajiri wa maji, ukichagua, ukichukua utajiri wa rutuba ndani ya ardhi, ukichukua utajiri wa hali ya hewa, ukichukua utajiri wa oxygen hii tunayovuta duniani, Afrika inaongoza, kwa sababu sisi ni only 2.4% polluters Yaani, tunaotoa pollution ni only 2.4 katika dunia nzima. Kwa hiyo 97.6 ni dunia nzima yanayotoa pollution, ukichukua ile overall pollution. Kwa hiyo utajiri wa kila aina, pamoja na afya, pamoja na hali ya hewa, pamoja na mazingira, pamoja na rasilimali nyinginezo zikiweko madini, katika ajenda hii ilizungumziwa migogoro inayoendelea kuongezeka na kukua na migogoro ya muda mrefu ya zaidi ya miaka kumi, zaidi ya miaka ishirini, zaidi ya miaka thelathini, ambayo haikuisha mpaka hivi sasa inaendelea. Miongoni mwa migogoro iliyochukua chati juu kabisa ni Somalia, kwa sababu juzi umezuka mgogoro mwingine nadhani na, na nyinyi wote mmesikia katika nchi hiyo hiyo, kuna wengine wamejitenga na kusema eneo lao na baadhi ya nchi duniani. Ile point yangu na proof kwamba hii migogoro yetu inasababishwa na nguvu za nje, baadhi ya nchi duniani zimeitambua nchi ndani ya nchi. Sasa huo ni mgogoro mkubwa ambao unaendelea, na baadhi ya nchi kutambua nchi nyingine, zimeungana na wale waliotambua muungana mkono. Kwa hiyo huu ni mgogoro ambao moja unaendelea. Na, na na umejadiliwa kwa kina sana, baadaye ikitakiwa ufafanuzi tutatoa. Mgogoro wa pili ambao unaendelea kwa muda mrefu, unabadilika tu mfumo wake, ni wa huu mashariki ya DRC, Eastern DRC. unabadilika mfumo wake, watu ni hawa hao, kabila ni hilo hilo, lugha ni hiyo hiyo, utamaduni ni huo huo, lakini mipaka kutofautiana kati ya nchi tatu na pia kuwa na mawasiliano umesababisha pia mgogoro huo. Na rasilimali nyingi utajiri mkubwa sana imesababisha pia eneo hilo kutokuwa na amani na kila mmoja kuwa na ushindani wa eneo hilo. Mgogoro wa tatu ni mafahali wawili wa Sudan, mmoja amejichukulia pande lake huku, mmoja amechukulia pande lake huku. Nakumbuka waandishi wa habari zamani, Sudan ilikuwa moja ikakatika vipande viwili ikawa Sudani ya kusini na Sudani yenyewe. Sasa ndani ya hiyo Sudani yenyewe, sasa hivi umezuka mgogoro mwengine ambao pia unaashiria, unaashiria kukatika, lakini AU inataka umoja zaidi, kwa sababu hii AU ilianza kama umoja, kwa hiyo jukumu lake kubwa ni kuunganisha. Kwa hiyo Sudani ilishika namba tatu katika migogoro na viongozi wote kushiriki katika mjadala huo na mgogoro wa mwisho ni eneo la Sahel. Huu uko muda mrefu sana, nadhani nyote mnaujua. E, ulikuwa mwanzo kabisa kati ya Mauritania, Morocco, Algeria na Sahrawi. Mmoja akajitoa akasema mm, mimi sihitaji mgogoro huu. Sasa umebakia kati ya mafahali wawili na yule aliyokuwa katikati Sahrawi. Msimamo wa Tanzania mnaujua, sisi tunaitambua Sahrawi rasmi, kwa sababu ya masuala ya kupata uhuru kujikomboa barani Afrika tokea enzi hizo za wazee wetu walioanzisha vuguvugu la uhuru barani Afrika. Kwa hiyo ni eneo la Sahara lilishika ajenda ya tatu. Mengine yaliojadiliwa katika eneo hili ambalo naweza kusema lilichukua muda mrefu zaidi, hali ya amani na usalama barani Afrika. Mengine yaliojadiliwa ni masuala ya ugaidi movement za ugaidi, movement za makundi ya ugaidi kuingia kusini mwetu huku eneo la Cabo Delgado, kaskazini kwenye Horn of Africa na kwingineko, ni movement nzima pia nayo ilizungumziwa. Kama mnavyojua, Tanzania imekuwa ni mjumbe katika baraza la usalama na amani la AU kwa miaka minne mfululizo, mara mbili. Na mwaka 2029 Mungu akitujalia Tanzania itakuwa mjumbe katika baraza la usalama na amani la Umoja wa Mataifa. Yani tunaingia kwenye Security Council 2029. Hivi sasa tulianza toka 2022 hadi mwaka huu tunamaliza rasmi kuwa mjumbe wa baraza la amani na usalama barani Afrika. Na ndio maana sisi ushiriki wetu ulikuwa mkubwa kuanzia mwanzo kwenye ajenda mpaka uwasilishaji kwenye baraza kuu la e, Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan licha ya kukiri kuwepo kwa changamoto za kiusalama, pia alipongeza sana jitihada mbalimbali mbali zilizofanywa katika kukabiliana na migogoro na kugusia pia mchango uliotolewa na nchi yetu. Kama mnavyojua, nchi yetu ni mchangiaji kwa hali na mali pamoja na vijana wetu katika kulinda amani barani Afrika, yani peacekeeping forces. E, katika kipindi cha miaka minne ujumbe wake Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika baraza hili kuu hu, lilihusu pia masuala mbalimbali mbali ambayo yanasimamiwa na baraza, ikiwemo uchaguzi pia amani na usalama. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pia alieleza changamoto zilizotokezea nchini kwake na kuelezea pia jitihada za serikali yake bila kuhitajia msaada kutoka nje zilizofanywa na serikali yake kukabiliana na changamoto hizo zilizotokea. Sisi tunaweza kuona changamoto zetu kubwa sana lakini, kule changamoto zetu ni kama punje tu ya ngano, punje moja ya ngano, kwa sababu ukichukulia migogoro ya wenzetu ni mikubwa zaidi, ni mipana zaidi ya miaka mingi. Huku kwetu ni kama upepo ama wimbi la upepo unaopita. Alielezea jitihada pia ya serikali yake kwenye baraza la usalama na amani iliyochukua hadi sasa, ambayo kaeleza pia kuundwa kwa inquiry commission, ile tume ya tume ya ya wanahitaji ya, ya ya uchunguzi tume ya uchunguzi inquiry commission, pamoja na kuundwa kwa wizara ya vijana kwa sababu changamoto kubwa kwa kwetu sosi yake ni vijana. Kwa hiyo kuundwa kwa wizara ya vijana, lakini kuundwa pia e, wizara nyingine mpya ikawa na majukumu ya mahusiano na jamii moja kwa moja, ambapo waandishi wa habari katika hilo pia mnahusika sana e, kwenye mahusiano na mawasiliano ya jamii. Mbali na hayo pia, Mheshimiwa Rais alielezea na kukubaliana kupitisha rasimu ya hati ya makubaliano ya ushirikiano wa hili jeshi la dharura la Afrika, kuna jeshi la dharura ama African Standby Force. Yanapotokezea mapinduzi ghafla, si ile tulishai kutumika Komoro kama mnakumbuka, lakini yanapotokezea mapinduzi ghafla ya kijeshi na kadhalika, hii African Standby Force huwa inatumika. Kwa hiyo tulipitisha rasimu hiyo ya makubaliano na ushirikiano barani Afrika, na sisi Tanzania tutashiriki kwa hali na mali kama tulivyofanya katika kipindi